Onyo kali limetolewa kwa wanaume wa Lamu wanaowanyemelea wasichana wenye umri mdogo na kuwadhulumu kingono kwamba watakabiliwa kisheria. Aidha, wanaume wameshauriwa kutokuwa na mahusiano na watoto walio na umri wa chini ya miaka kumi na nane kama anavyotuarifu Rahma Rashid. Hamasisho dhidi ya dhuluma za kijinsia limekuwa likiendelezwa na viongozi, wanasiasa katika maeneo mbalimbali alamu, lengoku, ya kaunti ya Lamu. Lengo kuu kuelezea jamii dhuluma zinapotokea, dhuluma za ubakaji, dhuluma za ulawiti, dhuluma za kupigwa miongoni mwa dhuluma zingine, kwamba waweze kujitokeza katika vituo husika na kupiga ripoti ili kuhakikisha aliyedhulumiwa anapata haki na mdhulumu anafikishwa mahakamani. Onyo kwa wanaume ni kwamba e, wewe ukishika mtoto mdogo hakuna njia nyingine, unafungwa maisha, na tuko na judges hapa Lamu County. In fact wanafunganga maisha, ukikishika na mtoto bora, tumefuatiliza ile kesi to the end, unahakikisha kwamba tumemfunga na tumefunga maisha. Kwa nini uende ukaozee jela? Na hiyo kazi ni kitu rahisi. Nataka kusema wakati jambo lolote limetokea, kitu ya kwanza kufanya Ikisha umepeleka ujumbe police station, hiyo ni jambo la kwanza. Muwe msikae na umedhulumiwa, lakini ukae nawe unaogopa. Usiogope, wewe umedhulumiwa, report kwa vitengo vile vinavyostahili kwa serikali, kuna chief. Chief ataleta police station na utasaidiwa. Tusitumie sheria kwa mkononi mwetu. E, wale ambao kama kuna njia yeyote dhulma imetokea, hasa kwa watoto wadogo. Dhulma yeyote ikitokea, tuende kwa polisi e, tu, kuna sheria, mahakama itafanya kazi yake. So using your physical energy inasaidia sana kwamba, wewe ile nguvu ambayo naturally it's within us our sexual energy haikuumizi, unapata kuitumia kwa njia zingine. Mbunge wa kike wa kaunti ya Lamu ameweza kuongoza hamasisho hilo dhidi ya dhulma za kijinsia katika eneo la Mpeketoni ambalo limeweza kuhusisha eh, masuala ya michezo na pia upelekaji beskeli. Hali hii ikilenga kwamba vijana ama wanaume waweze kujihusisha na nguvu zingine kazi badala ya kutumia nguvu zao kwa dhulumu watoto, na vile ambavyo tumeweza kusikia kwamba watoto wa kike wenye umri mdogo wanapaswa kupewa nafasi ya kusoma badala ya kudhulumiwa. Rahma Rashid, Runinga ya Citizen, Lamu.